za kwenda katika hizo nchi wanazotaka kwenda. Tupo na fursa mbalimbali kwenye sekta ya mazingira na hususan katika kutengeneza suluhu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Nikiwa kama mtaalamu wa sekta kilimo, zipo fursa mbalimbali katika ubunifu, lakini vilevile teknolojia ambayo inakuja kutoa majawabu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 tukio hili nilikuwa sizifahamu.